Wewe hutupa vipi chupa ya dawa shambani kwako baada ya kupulizia dawa? Kwa sababu ya changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, wadudu na magonjwa yameongezeka sana. Itatubidi tunyunyizie dawa. Lazima tuwe makini kabla na wakati wa na baada ya kunyunyizia. Kutupa mikebe na chupa za madawa ni muhimu sana shambani. Kutufunza mengi zaidi kuhusu hili, Tumemwalika Benson Gigi kutoka aak-GROW. Bwana Antony, najua bila shaka katika shamba lako unatumia madawa kweli, madawa ya kupulizia kuua magugu, uhum, na madawa ambayo ukipuliza yanaua wale wadudu ambao wanakuja kuharibu mimea. Ehe, ile pakiti ama ule mkebe ama ile chupa unaipeleka wapi wakati unapomaliza kutumia? Kimaliza kutumia huwa anachimba shimo na funikia huko ndani kwa shimo. Aa, kwa hivyo hapa katika shamba lako kuna makaburi e? ukienda huko kwa, kwa laini ya fence, utakuta mashimo ambapo umeweka e. e. mashimo ya, ya chupa, ya chupa akiti uh -huh. iko pale e, kuchimba na kuzika mikebe ilikuwa inashauriwa kitambo lakini watafiti wakagundua ya kwamba e, maji huwa yanakolea na yanaingia kwenye mchanga E, chembe chembe za dawa zinaingia kwenye mchanga na zinaathiri mazingira yetu. Kwa hivyo sio sawa kuchimbia kwenye shamba. E, pia kuna wale ambao wanachoma, ule moto ambao unawasha pale shambani huwezi kutosha kuchoma zile chembe chembe za dawa zikaweza kuvunjika, vunjika na zikaacha kuwa na madhara. Kwa hivyo inakuwa sio halali ama sio vizuri kuchoma pale shambani. Na kwa wale ambao wanatupa kwenye choo, kwenye choo kuna viumbe vidogo vidogo ambavyo huwa vinasaidia choo isijae haraka na pia isiwe na harufu kali. Na unapotupa kemikali pale hizo kemikali zinaenda zinadhuru ile hali ya anga ambayo iko pale kwenye, kwenye choo e, katika shirika letu la aak-GROW tunawapatia collection centers ambazo wanaweza leta hiyo mikebe ili ende ikatupwe ama ikaharibiwe na wataalamu. Jambo la kwanza la mkulima kufanya wakati anapotumia madawa ni gani? Jambo la kwanza na ambalo ni la muhimu zaidi ni kusoma kibandiko ambacho kiko kwenye dawa kwa sababu kinampatia maelezo ya vile atatumia hiyo dawa kwa njia ambayo itakuwa kwa manufaa kwake na ambayo haitadhuru dhuru, eh, mazingira na ama hata afya yake na ya ya jamii yake. Bwana Antony, wewe uh -huh. yeah. unasoma maagizo? Anasoma maagizo. uh -huh. hizi chupa na hii mikebe wewe, kama mtaalam, unasaidia wakulima wetu kivipi? Huwa tunajaribu kuelezea wakulima na kuwapatia maelezo hakika ya vile wanaweza tupa hii mikebe. Na mikakati hii inaitwa ni ya ku triple rinsing kwa njia ya kimombo na kwa kifupi ni unaweka maji kidogo kwenye chupa ambayo umemalizia kupima dawa, unaweka unasuza, mara ya kwanza unaweka maji, mara ya pili na unasuza mara ya tatu, triple rinsing. Rinsing. Manufaa muhimu ya kufanya hivyo Mm -hmm. ni gani? umuhimu wa kusuza mara ya tatu ni ya kwamba, kitu cha kwanza mkulima anaokoa, anatumia mpaka tone la mwisho la dawa ambayo amenunua. Alafu eh, maana nyingine ni ya kwamba E, ule mkebe ukiacha na chembe chembe ndio ukienda kutupwa utakuwa una, unaweza kudhuru e, mazingira yetu. Uh-huh. Alafu pia ni muhimu asuze wakati anachanganya dawa kwa sababu baadaye atapata mahali pa kutupa yale mabaki. Kwa hivyo anaposuza wakati anachanganya kabla apige anapata mahali ambapo anaweza eka ile dawa bila kudhuru e, mazingira yake. Kusunza mara tatu kunahakikisha unatumia bidhaa yote. Mwaga ulichosuza katika kipulizi chako cha kupulizia dawa, piga dawa yako. Ukishamaliza urudi sasa upate ule mkebe. Ule mkebe, kitu cha kwanza ni utoe kibandiko, ili mtu mwingine asije akachukua ule mkebe aende akautumie kutengeneza dawa bandia. Ya pili ni kutoboa ule mkebe e, mkebe ambao huko na mashimo hauna manufaa kwa watu wengi, hautakuta mtu ambaye anataka kutumia ule mkebe. Alafu ya tatu ni unaufinyafinya mkebe ule uwe e, mdogo Naweza hifadhi kwa store mahali ambapo ni mbali na watoto na familia yako. Na ikifika mwisho wa msimu ama mwisho wa mwezi uone mikebe imekuwa mingi, unaipeleka kwenye collection center iliyo karibu. Na yeye niko mm -hmm. mm -hmm. na mikebe mm -hmm. imeibonda boda na niko na chupa vyote naviweka pamoja mm -hmm. ama naweka kando kando, kuna vyombo vya glasi vya chuma vya plastiki na hata vya karatasi ya plastiki na ya karatasi ndio unafaa ufinyafinye, lakini ile ya glasi inafaa uisuze na uweke vile ilivyo. Na anapopeleka kwenye collection center, wataenda kuchagua huko mbele, kupata kituo cha kukusanyia na kuondosha. Wasiliana na Aishamba. umejifundisha yote mapya? Nimesoma sana, tuseme kwa mfano mambo ya collection center sikuwa najua mahali iko.